Mheshimiwa nikiwa niko naye pale kwa sababu mtu ni jirani yangu alitamka maneno yafuatayo. Akaambia Ustadh, unapokuwa ukienda hospitali una taratibu sana za kufuatilia fuatilia mambo mambo unapopeleka mgonjwa. Nikamwambia ni haki yangu ya msingi kufuatilia mambo ya mgonjwa wangu ili nijue. Akaniambia sasa sikiliza. Kawatishie wale wapumbavu wenzako. Mimi mara moja utakapopata na changamoto, akiapa nitakuchoma sindano ya sumu. Tukiwa tunachepisha mkuu, maji. Nikamwambia mimi sikusoma, sikwenda shule yoyote, daktari hana mamlaka ya kunitamkia maneno hayo. Akaniambia ndio maana mke wako alijikojolea na akajinyea hospitali, kumdhalilisha mke wangu. Nilikuwa na majirani wakataka kutoa maamuzi magumu mkuu. Nikamwambia huyu ni daktari, kwa nini atamke hivyo? Nikasema hapana, mimi kwa sababu na Mwenyezi Mungu na ni kiongozi wa dini, niliomba dua Mwenyezi Mungu afanye taafifu. Walitaka kutoa maamuzi magumu wananchi, kwa sababu daktari tunaishi naye mtaani. Nikamwambia hapana, mimi ni imam, acheni nipeleka kwa viongozi kwa daktari. Nilienda kwa inchaji wa kituo anaitwa Toma na mfamu kwa jina moja, aliniambia swala ni gumu, naomba nilipeleke kwa DMO. Akaniambia sasa, nikamuuliza wewe ni daktari, kwa nini useme mke wangu alijinyea? Na kiapo ulichokula cha kiudaktari uruhusi kutoa siri ya mgonjwa? Nikaenda kwa DMO, yule DMO akasema hili swala ni gumu, akawa ananipiga danadana mkuu, nikienda njoo kesho, nikienda njoo kesho, nikienda njoo kesho, nikasema hapana, mguu wangu upo nikaenda mpaka kwa Arayimu. Mganga mkuu wa mkoa ni mwanamke, nikaenda madaktari, tukakaa, asimfahamu jina, akaita madaktari wote, akaita yule daktari. Mganga mkuu waziri mkuu alisema daktari ana mamlaka ya kumtukana mtu yote na kutoa asili akiwa kwenye nje ya kituo, ambacho ni kitu mimi sikukubaliana nacho. Nikamwambia naomba maandishi yanayokuelekeza kwa sababu wewe ni mganga mkuu unayemiliki wilaya zaidi ya tisa na ulienda kusomea udaktari Hapana. Nikaenda kwa Nchaji Seketule pale gorofa ya tatu, nikamweleza maneno haya, akasema hapana. Nikaandika barua kwa mkuu wa mkoa, kwa katibu tawala, kwa nakala ya kuomba ni kwa nini daktari ananitamkia maneno haya na kumdhalilisha mke wangu na mke wangu nikaenda, kwa mkuu mkoa nikamkuta katibu wake simfahamu, ni bonge kwa kwa mkuu mkuu mkuu mkuu mkuu mkoa mkoa mkoa na na na na mzuri mfahamu njoo njoo njoo kesho njoo kesho njoo kesho. Njoo kesho. Mimi sikati tamaa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikaenda shida yangu nataka anijibu mkuu mkoa, kwa daktari ana mamlaka ya ya kutoa siri ya mgonjwa alichofanywa pale odini. Nikaambiwa swala ile mkuu mkoa ameshaupatia kila sehemu mkuu, kwa sababu nimekuona ulikuwa unatoa maelekezo, nilikuwa kwenye TV mke wangu akanambia, waziri mkuu hapo amekuja yule bwana mauli ndiye aliyekufa na sheria hiyo, sheria haipo. Nikamwambia usiniuzi mimi, rais wangu namwamini na nimempigia na kula kwa tabu na yupo na nikamwombea dua na kwa yaliyopo Rabana wamfuana wa kifilana wapisho wanaofanya wana mambo ya ajabu atantendea haki. Ikaandikwa barua hapa kutoka kwa katibu mkuu wa mkoa wa Mwanza nakala kwa RPC wa katibu wa mkoa. Nikaenda nikamwambia, huyu mtu nipeleke ndimuone mtafunga uzuri na mfahamu. Akaniambia una shida gani? kwa nini usimfungulie kesi yule daktari, mheshimiwa waziri mkuu? Kila akitoka ni jirani naye ni watusi anguoni, na anasema ye ndio Samia, ye ndio waziri mkuu. Mimi nikatulia tu, nikawa naomba Mwenyezi Mungu Rabbana wa, naomba tu ku, tutapata waziri mkuu mwenye kutetea wanyonge. Siku anakuchagua Samia, barua yako nilikuwa nafuatilia kwenye vyombo vya habari, uliduwa pale bungeni

Jumanne mkuu wa mkoa amekuwa na utaratibu mzuri sana wa kusikiliza wananchi na wakuu wa wilaya, na hili ni kupongeza sana mheshimiwa mkuu wa mkoa. Haya ndio mambo ambayo mheshimiwa rais anataka kila watu watenge siku za kusikiliza wananchi, na siku zingine wakawasikilize kule kule kwenye maeneo yao. Siku moja moja hiyo wasikilize kero za mtu mmoja mmoja, hizi siku zingine wawasikilize wale wengine. Itisha mganga wa, wa mkoa na huyu mganga mwingine na ndugu yetu, tupate ukweli wa jambo hili. Pateni ukweli wa jambo hili, na tena, na tena, asiwepo mtu wa kumtisha mwananchi.